Dkt. Samia hoye Pangani, wewe. Nilikuja kwa ajili ya kukagua mradi, nimeridhishwa kwa asilimia zote <coughs> na kiwango cha uwekezaji ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka kwenye daraja hili na mimi ni waambieni wanaPangani na Watanzania kwa ujumla, si kila kiongozi wa Afrika wanakuwa na maono na uamuzi na ujasiri wa kuweza kuchukua hatua za kujenga miundombinu ya aina hii. Fanyeni udadisi muone. Kiongozi wa aina hii anayeweza kuwekeza bilioni 317 kwenye wilaya moja, ni kiongozi ambaye moyo wake umeunganishwa na wananchi anaowaongoza. Madaraja ya aina hii tulizoea kuyaona Japani, tulizoea kuyaona Korea, tulizoea kuyaona China na mataifa mengine kule ya, ya yaliyoendelea. Leo daraja kama hili liko Pangani. Huu ni uongozi unaoacha alama, na hili ndio sifa ya kiongozi, anaweka alama ambayo itakumbukwa vizazi na vizazi. Sasa, kwa sababu kupanga ni kuchagua niwaombe Wanapangani, mwendelee na makubaliano mlioyaweka kwamba tuna jambo tulilolipa kipaumbele limalizike kwanza hilo, na mimi nielekeze hizi kazi zilizosalia hizi, tuendelee nazo mpaka tuzikamilishe, vipande vipande vilivyosalia kwenye barabara, mambo haya ya taa ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri umeyasema, lakini na kazi nyingine inayoendelea hili peke yake ni jambo ambalo kwa Wapangani limeweka alama ambayo haitafutika. Barabara hii inaenda kutuolea adha kubwa. Kama ulivyosema, hii daraja inaenda kuokoa sio tu maisha ya Wanapangani lakini inaenda kupunguza adha, kuondoa hofu. Na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Naomba tufikishie salamu zetu za shukrani na upendo, Mheshimiwa Waziri Mkuu moja ya, ya changamoto kubwa ilikuwa ni swala la barabara ya Tanga Pangani Sadani Bagamoyo. Ni kilio cha muda mrefu ambacho wazee wetu ambao leo hawapo duniani, akina mzee Masomaso, akina Bahorera, akina Mridipori walisimama kuisemea wilaya hii ya Pangani tupate barabara. Mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan leo anatupatia barabara, lakini kwa ujenzi wa barabara na daraja hili, mabasi yanayotoka Mombasa, mabasi yanayotoka Tanga, mabasi yanayotoka Arusha, mabasi yanayotoka Manyara yatapita hapa, na watu watapata shughuli zao na maendeleo yatapatikana. Hakuna cha kumlipa mheshimiwa rais Natafuta neno zuri sana la kusema. Nikisema tu asante piki yake naona haitoshi. Nataka wakamwambia mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan wanapangani wanasema thank you very much your excellency Dr Samia Suluhu Hassan. Daraja hili lina urefu wa mita 525, mi yaani viwanja vitano vya mpira na robo yake. Na mheshimiwa Aweso tunataa pamoja na daraja na mji na vibarabara vyake vyote, taa zaidi ya mia nne kwenye mradi huu. Na mheshimiwa waziri mkuu, Pangani haitakuwa tena kama mji, utakuwa ni kama mji wa kitalii talii ile. Na hata kule mheshimiwa wa Aweso, tutakuwa na barabara za kushuka kwenda huku na kwenda huku, itakuwa ni daraja fulani na kiutalii.